Na, na viumbe vyote ambavyo vimeumbwa na Mwenyezi Mungu, viumbe hai vyote, tunasafiri navo navyo kuelekea Moroko, lakini nyuma mwiko wote wenye t-shirt waochapisha wa hawachezi hawataki kuonekana Terminal 3. Ukimwona mtu ana t-shirt achezi mechi, mtoe nduki Terminal 3. Hawa wanaenda wapi? Support. Hata leo tumewatimua hapa. Mnafuata nini nyinyi mmetangaza mchezo mechi. Maana kesi mnafanya mazoezi. Hapa hakuna mazoezi, hapa Simba na KMC wanacheza mechi. Tumewaondoa. Walikuwepo hapo. Tumwambie kama mmetumwa, mmepewa mizigo, Simba atoe sare ama afungwe, ondokeni na nendeni, jimkana nikaangalie mazoezi ya timu yenu. Sababu nyinyi sasa hivi mmeshajitoa kwenye ligi, nyinyi mnacheza mazoezi. Tuachieni kina mguto, tuachieni kina limaskatongo na kalia wetu, tunacheza mechi. Nyinyi wa mazoezi katafuteni shirikisho lenu la TFF. Lingine sio hili, kaanzisheni la kwenu. Kwa hiyo tumewaondoa hapo, tumebaki wenyewe. Wanaonewa sana. Wanaonewa na nini? Unaongoza ligi, umechukua ubingwa mara tatu, sawa? Leo hii unaonewa na kipi? Simba ambaye aongozi ligi haonewi, yo anaongoza ligi unaonewa kweli? Hiyo si aibu? Kwa hiyo manake wanatuzalilishia taifa letu kila siku. Kama jana nadhani walikuwa pale wazee wao, vijana, kina mama, Jangwani pale wamejazana, mbona mimi niko najua labda kuna mtu anaolewa niko najua kuna mtu anaolewa yangu wamekaa pale, wanasema anataka ubingwa mara ndio mnapeleka timu uwanjani. Timu timu anapeleka tajiri wake kashamwambia, mara ya nne peleka timu. Sasa wewe unakula miogo yako kelele, Mnandi, kwamba wanacheza mechi, mechi wanacheza Wataki, wasitake. Mechi, watacheza. Yaani watake wasitake, mechi watacheza, watake wasitake, mechi watacheza. Sawa, injinia Harrisi anataka cheo serikalini naye anataka kuwa kiongozi serikalini. Jinsi kaonekana kaenda bungeni kaenda kuuliza: jamani nilifanyaje? Kaambiwa peleka timu, usipopeleka timu huwezi kupata cheo hapa. Nani utamuongoza wewe? Mwananchi atakubali kukupigia kura? Kwa hiyo sasa injinia anataka uongozi, kama mlikuwa mjui nyuma, mwiko injinia anataka kuwa kiongozi kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania acha kwenye mpira sasa. Wewe utapata wapi uongozi kama timu hujapeleka kwa Kwa kwa uwanjani. Sekta ndogo tu ushindwe kuisimamia. Wakupe nchi. Nchi? Nani anakupa? Kwa hiyo hiyo kaambiwa peleka timu. Kwa hiyo hao wale wajaza na na Jangwani Jangwani pale, pale, pale, pale na ofisi yake wamepigwa rangi rangi. Wao waende wakapige kelele pale. Basi wasiangalie, wasikwangue, wasiimba zile rangi. Maana wamejazana pale kina mama, watoto, wazee, wote wanaimba tucheze mechi. Uchezi mechi? Wewe umemsajili Pacome? Umemsajili Aziz Ki? Unajua shilingi ngapi wale? Watu wamegangania kumbakisha wewe unaenda kuandamana uchezi mechi. Kwa hiyo umesajili timu kwa ajili ya mazoezi. Kwa hiyo wao wabaki kwenye mazoezi. Lakini taarifa tulizokuwa nazo, tajiri na mfanyakazi wa tajiri washakubaliana lazima wapeleke timu. Tajiri na mfanyakazi wa tajiri wamekubaliana lazima wapeleke timu. Tajiri anataka kombe la mara nne. Sawa, mfanyakazi wa tajiri anataka uongozi serikalini. Kwa hivyo vitu viwili vyote wanavitaka. Watakosa kupeleka timu. Kwa hiyo mimi naamini hao wanaoandamana tutaonana tarehe 15 mwezi wa 6, tutaenda kupeana 5 5. Mmefunga mwenye nyumba leo KMC. Ah, kumfunda mwenye nyumba ni jambo la kawaida kwa sababu sisi tushazoea kucheza na mwenye nyumba. Tushampiga goli nne mechi ya kwanza, leo kajifanya kabana, kaanza Mutare. Uh, Joshua Mutale ni mchezaji bora, ni mchezaji amekuja hapo, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinamwasili. Unajua nyuma mwiko, mchezaji wakimhitaji, watafanya kila njia, wataenda kokote pale, ili mradi mchezaji asifanye vizuri. Sisi tumeenda tumemfungua Joshua, na huyo kashafanywa service, chuma kimerudi, Joshua amerudi. Joshua alikuwa anawatamani sana wale wa Misri, lakini binafsi alicheza dakika chache sana, lakini sasa anaenda kuanza kule Mwalimu washamwambia unaenda kuanza, naamini huku kuna, kuna Eli Mpanzu huko kuna Joshua Mutale lakini huku kuna Kibu Dennis. Sasa sijui ataanza na nani, anapewa kazi ya kuchagua aanze na nani. Maana wote viberengi, ataanza na nani? hiyo ni hatari. Kwa hiyo saizi wajiandae na wao, kama watachapisha tisheti wachezi mechi, wachapishe saizi, maana wenzao huko watu awatutaki saizi. Tuna elimu moja tu hawachezi mechi msimu ujao, tuna elimu panzu watano hao watatoka kabisa ligi, wataenda huko Rwanda kwa Paul Kagame huko, sababu ana chama wao wao, wataamia huko. Elimu moja tu hawataki kucheza mechi msimu ujao, kuna elimu panzu watano watacheza mechi hata mazoezi watakuwa wacheze, watahama nchi kabisa kwao, waondoke mapema. Tuna kazi kubwa, kwa hiyo tujiandae Watanzania kuisapoti timu yetu inakuelekea Moroko, lakini pia tujiandae kwa ajili ya kuvaa suti za ubingwa. Wana simba kokote mlipo, nchi nzima, siku ya tarehe ishirini na tano mwezi wa tano. Natoa kodi mapema hii, msemaji atakuja kujazia, ila mimi natoa kodi mapema. Wanasimba wote utaki kuvaa jezi nyeupe wala jezi ya bluu, siku ya tarehe ishirini na tano mwezi wa tano, wote tunatakuwa tunye na rangi ya moto, wote tuvae jezi nyekundu tupu. Uwanja unatakiwa utapaka nyekundu tupu Benjamin Mkapa. Kila mmoja usiokuwa una jezi nyekundu nunua mapema, siku hiyo tunataka jezi nyekundu. Wewe nyuma mwiko na jezi yako ya njano, katafuta sehemu ya kuangalia mpira Sawa, kama utaki kuvaa jezi ya Simba, vaa jezi ya Kosti, vaa jezi ya real Madridi, vaa jezi ya Arsenali, za jezi ya nani ya wandugu zetu bayern Munich, vaa yarifa zipo nyekundu, njoo utaiona Simba. Sio lazima uvae jezi yenye logo ya Simba, lakini sikuwe tunataka tutawale nyekundu tu. Hatutaki njano wala kijani wala nyeupe, ni nyekundu tu. Kwa hiyo wana Simba, tujae kwa wingi, tiketi zikitangazwa tukate haraka sana. Tuna shughuli kubwa sana msimu huu.